Ni kwa nini uchumi wa Tanzania uko chini zaidi ya uchumi wa Kenya? Hili ni swali ambalo Watanzania wengi huwa wanajiuliza. Ni kwa nini pesa ya Tanzania iko chini ya pesa ya Kenya? Wanajiuliza sana haya maswali, kwa sababu huwa wanachekwa sana. Unapobishana na Mkenya katika mitandao ya kijamii, cha kwanza atakwambia Kiingereza ujui cha pili atakwambia pesa yenu iko chini, na cha tatu atakwambia uchumi wenu uko chini. Leo ngoja nielezee kwa undani, kwa nini hii hali iko hivi. Mimi ninaitwa Rachel Robin. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Tanzania tulitawaliwa na Mjerumani kuanzia miaka elfu moja mia nane. Kenya walitawaliwa na Muingereza kuanzia miaka elfu moja mia nane. Mjerumani alipigwa katika vita kuu ya kwanza ya dunia tukaanza kutawaliwa na Muingereza. Mjerumani aliondolewa hapa mwaka elfu moja mia tisa kumi na sita, Muingereza akaanza kututawala. Muingereza huyo huyo akawa anaendelea kuitawala Kenya. Kwa hiyo, Kenya Mwingereza alienda kufanya uwekezaji pale kuanzia miaka elfu moja mia nane na hakuna aliyeenda kutibua uwekezaji wake mpaka mwisho, anawapa Kenya uhuru. Lakini sisi Tanzania, kile alichokijenga Mjerumani, Mwingereza alikuja kukitibua na kuanzisha upya uchumi mwaka 1916. kwa hiyo tulianzishwa upya. Kwa hiyo hatuwezi kuendana sawa na kasi ya Wakenya ambao wao hakuna mtu aliyetibua yale aliyowajenga mkoloni wao. Kuanzia mwanzo tulipopata uhuru Tanzania rais wetu wa kwanza Julius Nyerere. Nyerere hakutaka kabisa mambo ya wakoloni. Tanzania ilipopata uhuru, alihakikisha inakuwa ni uhuru wa ukweli. Kwa hiyo aliondoa sera nyingi sana za sa wakoloni, tuliingia katika sera ya ujamaa, usawa kwa wote, mali zikawa zinamilikiwa na serikali alafu watu wote tunaishi kwa usawa. Ilikuwa ni maamuzi magumu sana ya Nyerere kwa sababu yalienda kinyume na wakoloni wake. Kwao ni lazima walimbania kwa kiasi kikubwa sana ili ashinde kuendesha uchumi. Kenya, rais wao wa kwanza alikuwa ni kipenzi cha wakoloni wao. Wakoloni wa Uingereza walikabidhi nchi Kenya kwa mtu aliyemtaka. Lakini kwa Tanzania walikabidhi kishingo upande kwa mtu ambaye alienda kinyume na sera zao. Kwa hiyo Kenya waliendelea na sera zile ambazo magharibi wanazipenda. Tanzania hatukuendelea na sera ambazo wakoloni wetu wanazipenda. Wawo, kwa hiyo wao, wakoloni wakaona pale ni sehemu salama kwao kufanya uwekezaji. Kwao wakoloni hata walipokuapa uhuru wakaendelea kufanya uwekezaji. Hata majeshi yao hawakuyaondoa. Majeshi ya Uingereza yako Kenya mpaka leo. Lakini Tanzania ilibidi waondoe mpaka majeshi yao kwa sababu tulitaka uhuru moja kwa moja na kujisimamia katika system ambazo tutazitaka sisi. Ilikuwa ni ngumu. Wakati huo Kenya wakawa wanaendelea kushirikiana vizuri na wakoloni wa koloni kende kufanya uwekezaji pale Kenya kwa namna ya kipekee. Sisi Tanzania tulichagua kuwa bize kutengeneza system zetu, lakini pia tulichagua kuwa bize kusaidia mataifa mengine ili na yenyewe yapate uhuru. Nyerere alisimama kama kinara cha kupambania uhuru katika nchi nyingine. Tulipopata uhuru wetu hatukutaka kushiba na kulala kwa raha huku kuna wengine wanafanya kuwa watumwa. Kwa hiyo tuliamua kuungana na Afrika Kusini, Zimbabwe, Angola, Mozambique, Namibia, nchi mbalimbali za Afrika. Nyerele aliungana nazo na kuwasaidia kwa hali na mali mpaka na wenyewe wakapata uhuru, huku na sisi wenyewe tukiwa hatuna uchumi mzuri, ndio tunaanza tu kuendesha uchumi wetu, lakini Nyerele aliona ni lazima na wao wajikomboe hata kama na sisi bado hatujaweza kupata ambayo tunayataka. Kwa hiyo wakati sisi tuko bize katika kupambania mataifa mengine ya Afrika na wenyewe wapate uhuru, Wakenya wao walikuwa bize wakiingia mikataba na wakoloni wao na washirika wa wakoloni wao mkoloni wao Mwingereza, washirika wa Mwingereza, Marekani, Wajerumani huko na wakina nani, washirika wa Mwingereza kwa kipindi hicho. Unaona kipindi hicho ilikuwa ni Ujerumani Magharibi, sababu Ujerumani ilikuwa imegawanyika pande mbili. Kwa hiyo watu kama Ujerumani Magharibi, Waingereza, wa Marekani, wote hao ndio washirika wa Kenya, wanafanya uwekezaji. Sisi hawezi kufanya huo uwe uwekezaji kwa sababu sisi tulikuwa tumekataa wao kuendelea kutawala mataifa ya Afrika. Kwa hiyo oh, sisi tukawa tuko bize kuwapinga ili mataifa mengine ya Afrika yapate uhuru, na ndio maana mwisho wa siku Nyerere akawa anaheshimika sana Afrika kwa sababu alikataa kushiba huku, akina wa Mandela wanateseka mikononi mwa wazungu huku, sio wakina Mugabe wanateseka mikononi mwa wazungu. Kwa hiyo wenzetu wakawa wenyewe wanaendelea kujenga uchumi, sisi tukawa bize kupambania uhuru wa Afrika. Nafikiri mpaka hapo unaona kabisa kwamba ni wazi lazima wao watatuzidi wenzetu nchi za magharibi ambazo ndo zilikuwa ndo zinazo control system kubwa za fedha duniani, kama benki kuu pamoja na IMF wanaendelea, wakawa wanaendelea kufanya nao kazi na kufanya uwekezaji kwao. Sisi tulikuwa tuko busy tunawapinga wakoloni wetu, kwa sababu hatuwezi kuendelea kushirikiana na mkoloni wakati kuna waafrika wenzetu wanafanywa watumwa wananyanyaswa kwenye ardhi zao. Ni lazima tuwakomboe. Hivi ndivyo mtanzania alivyo. Mtanzania ndio maana huwa ana sifa ya ukarimu. Mtanzania hawezi kulala alafu mwenzie pembeni analala njaa yeye akalala kashiba. Kwa Nyerere hiyo ilimshinda kutizama hivyo. Kwamba nikae naingia na mikataba na wazungu wafanye uwekezaji Tanzania tuwe vizuri kiuchumi. Wazungu hao wao wanaowatesa Afrika Kusini, wazungu hao wao wanaowatesa watu wa Mozambiki, hapa tumepakana nao, ni kitu ambacho hakiwezekani. Ni heri wote tupitie hali ngumu lakini tufanye ukombozi. Kwa kipindi hicho baba zetu ukiwauliza wanakwambia ni kweli walipitia hali ngumu, walifunga mikanda kweli kweli ili Afrika nzima ikomboke. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kilifanya sisi wa Tanzania tusiaminike, wasiweze kuiamini Tanzania kuja kufanya uwekezaji hapa. Kwa hiyo Kenya ilikuwa inaaminika kuanzia mwanzo na wazungu wa magharibi kwenda kufanya uwekezaji. Nyerere aliona ni heri tulale njaa tukiwa watu huru kuliko kushiba tukiwa watumwa. Kwa hiyo alihakikisha kwamba sisi tunakuwa vinara wa kukomboa wengine, lakini pia tunakuwa vinara wa kuondoa vitu vingi sana ambavyo mkoloni anataka tufanye. Sisi tujisimamie tufanye wenyewe, hata kama tutapitia hali ngumu. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti ya Tanzania na Kenya. Hiyo ndio kitu kinachofanya Kenya wanakuwa juu kiuchumi, ni kwa sababu hawakuwa yani, uchumi wao hakuna mtu ambao alienda kutikisatikisa toka hapo mikononi mwa mkoloni, na mpaka walipotoka, kwa sababu nchi yao haikutoka mikononi mwa mkoloni moja kwa moja. Kiongozi wao wa kwanza alikuwa ni kipenzi cha wakoloni na mpaka leo ukiangalia hata jinsi ambavyo ah, mambo yanavyokwenda katika siasa za kimataifa huko katika mambo makubwa ya kimataifa yanavyoendelea, utaona katika majukwaa ya kimataifa Tanzania sisi huwa tunakaa neutral, hatofungamani na upande wowote, lakini Kenya huwa wanaonyesha kabisa wako upande wa magharibi. Umeona, Tanzania sisi tuko neutral. Kwa hiyo utatuona kukiwa kuna mikutano ya nchi za magharibi tutakwenda kukiwa kuna mikutano ya nchi hizi za mashariki, mfano kuna mikutano sijui ya mambo ya BRICS, utatuona tunawenda kwenye mikutano ya BRICS. Kuna mikutano sijui nchi za magharibi tutaenda, tuko kote kote kwa sababu sisi hata baada ya kutoka katika system ya ujamaa tuliamua kuwa neutral, hatukutaka kufungamana na upande wowote. Kitendo cha kuwa neutral kinafanya nchi za magharibi zisiweze kukuamini sana. Nchi za magharibi huwa zinapenda kuwekeza kwa mtu ambaye atajitoa kimasomaso, atakuwa na wao Unaona, lakini sisi iko kitu hatujawahi kukitaka. Tungeweza kuchagua kuwa na sisi upande wa nchi za magharibi, ili wafanye uwekezaji wafanye hiki kila tunachokitaka kifanyike, lakini ina kosti kubwa sana upande wao. Kosti kubwa ambayo itakupata wewe ni kwamba kuna vitu vingi vya uzalendo hautavifanya. Kwa hiyo, pona pona yetu sisi tukaamua okay, basi bora tukue kitaratibu, lakini tuwe neutral, tusifungamane na upande wao, tusilazimishwe kunda kuingilia ugomvi wa mtu yoyote, tuko radhi uchumi wetu ukue taratibu, lakini tusilazimishwe kuingilia ugomvi wa mtu yoyote wala tusilazimishwe kufanya vitu ambavyo vitaenda kinyume na sisi tunavutaka. Kwa hiyo haya ndio mambo sasa hivi, kuna mambo kwa mfano, kuna yule enera wa Kimarekani namarekani kitengo cha Afrika, African, kuna maneno aliongea juu uh, ya Ibrahim waafrika wengi hawajayapenda lakini juzi Waafrika walishangazwa kumuona yule jenerali ameenda Kenya na akaisifia sana Kenya. Ni kwa sababu Kenya ndo sehemu salama kwa nchi za magharibi kutokana na kwamba haikuwahi kutoka mikononi mwa nchi za magharibi. Kwa hiyo vitu vingi wakitaka kuwekeza wanavyowekeza pale, na ndio maana hata juzi kati, nafikiri ni mwaka jana au mwaka juzi, Kenya ilichaguliwa kuwa uh, rafiki wa NATO ambaye hayuko NATO, pengine ni Mwafrika, uh, nchi ya Afrika ya kwanza pengine kuipata hiyo position. Ni kwa sababu wanaiamini sana Kenya, kwa sababu kuanzia rais wao wa kwanza hakuitoa mikononi mwa mkoloni tofauti na sisi. Kwa hiyo Kenya kutuzidi kiuchumi si kwa sababu Tanzania ni wazembe. Tanzania tuliamua kupambania uhuru wa nchi nyingine, tuliamua kuwa tofauti na sera za mkoloni, tukataka mkoloni aachie makoloni katika nchi mbalimbali ili na wenyewe wapate uhuru. Kwa hiyo ile kitu mkoloni ilimkera, kwa hiyo waliweka beef na sisi. Lakini leo hii hatujutii, kwa sababu tunafurahi kuwa na mkono katika uhuru wa karibu kila nchi hapa Afrika.